anaandika mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema, namnukuu. Hii siyo heshima ya mwisho, huyu ni unafiki wa mwisho. Angalia alivyoinama utafikiri ana uhalali hata wa kuitwa waziri mkuu. Mwenyekiti wetu yuko jela, chama alichokianzisha mzee Mtei kimezuia kufanya kazi zake za kisiasa. Ni juzi tu ukombea viongozi wetu wamekamatwa kwa sababu tu ya kupandisha bendera ya chama katika maadhimisho ya miaka 33 ya Chadema. Hivi huyu alishawahi kumiliki heshima gani mpaka awe na heshima ya kutoa? Eti nimesikia yeye ndiye kapewa maelekezo na mwenyekiti wake wa CCM ya kuunganisha wananchi na nchi yao. Dhiaka kubwa hii. Nimemsikiliza mara nyingi akiongea huwa anaongeza mpasuko badala ya kupunguza, anaongeza maumivu kwa jamii ambayo tayari ina majeraha makubwa. Kauli zake huko barabarani anako zurura ni mbaya sana na zaziaka kubwa katika msingi wa kutafuta haki na kuimarisha umoja wa kitaifa. Afrika, unafiki ungekuwa unazalisha umeme, Tanzania tungekuwa na umeme mwingi kuliko Marekani. Mwisho wa kumnukuu Godbless Lema.